avugiye ku gicaniro kibeteli ate ateye hejuru no ku ngoro zose ziri mu midugudu y'isamariya rizasohora rwose hanyuma y hanyuma y'ibyo nabwo Yerobowamu yahindukira ngo areke inzira ahubwo arongera atoranya mu bantu bandi

maneno ya Mungu anasema naye anahitaji apone na nahitaji apate ubatizo mujina la Yesu Kristo? Ni nani kwa upande wa baba, kwa upande wa mama ni nani? Mwenyewe atasema na miye nimesikia maneno ya Mungu, nimesikia vile mtumishi wa Mungu vili mkuu wako, na miye leo mi nataka amua nifuate Yesu Kristo, kama vile anavyotaka, ni nani mwenye atasema nitakuwa wa kwanza ku upande wa mama na ku upande wa ndugu? Ni nani ni nani? Tunasikia kwamba huyu nabii Mungu alimtuma, lakini munjia akakutana na shetani akamtosha msafari yenye Mungu alikuwa amemweka ndani. Ni nani mwenye atasema nataka kubali na mie niombee ili Mungu aniweke kwenye mustari wa neno lake. Ni nani nani, mwenye atasema mie ataka shimama na miguu yangu miwili nikiomba Mungu, wakati wataomba waniombee ili nipate kushimama kwenye mustari wa neno la Mungu? Ni nani mwenye atashimama? Ni nani? Tunataka imba, tunataka omba

tugushimiye nko yawe mwami umwami ratangaje kubona isamaka zidahinga kandi zikanabaho wow. tugushimiye mwami koko atumenye utumenyesha rino jambo ijambo ritunganye ijambo ryeza ijambo rihindura tugushimiye cyane ijambo ry'uyu munsi ati amahirwe yo kwezwa n'ishambo ryawe amahirwe yo guhindurwa n'ishambo ryawe ayo ni amahirwe atari hahose ayo mahirwe benshi babona amahirwe mo kurora bakagira ubutunzi bakagira amahirwe bo kugira amafaranga menshi ariko amahirwe bo kupfemera ntamaraga ahose naroakemeni benshi ariko Dore natwe mwami twarakwemeye ko tuzakugumaho ko tuzakukorera ko ibazoia tuzakugumaho ariko satani ari kuza kuyanga tubone kw isabo ryawe akakazi ari kumomba kuranga tugushe akotiteko Kristo arimazo kuziba kwacu arimazo kuzima kwa bana bawe

Mungu abariki mtumishi wake mujina la Yesu Kristo. Niswali yenye kila mmoja meza jhuliza, mbona vilikuwa vile kunavi mwenye Mungu alichagua. Sasa mimi ni aye si niswali

uvumilivu bueno, Mungu awabariki mujina la Yesu Kristo, mujina la Bwana wetu Yesu Kristo Amen. Inalomba kusimamia neno hata wakwe vatabiri mm, Bwana anasema hivi mm, sema ti tulishatabiria, tulishaka hakuna. Bwana anasema yenye inapita vyenye mnasiki yako njio, maana Biblia inatwambia msingi wa Bwana unasimama na uko na muhuri ya kwamba Mungu anajua walio wake, nikusema musizikie vya inje sababu mtasikia maneno ya mingi, eti muliamini vibaya, mulienda kwa fulani, muliamini mtu, mulifanya nini, vile vyote mtupe nje. Sababu nabii wa wenyewe alitoka Buyuda chenye chilimuua, nijua alisikia zingine masauti. Me sisi kama watoto ya Mungu tusikie sauti moja, na Mungu yuko na sauti yake, ni neno la Bwana njoo na neno liko na nguvu za kubadilisha kila mmoja tunaenda rudia, lakini kuwenye wanapenda mahubiri ya mtumishi mwaminifu wabakie wafate mahubiri. Me wa mama, Mungu awabariki, mwende mpigie watoto, sababu na bafrende watatoka hapa na wako na njara, mwende mtayarishe chakula. Waimbaji hawataimba leo, tunafata mahubiri ya mtumishi mwaminifu kwa wale wenyewe wanavipenda Mewe ingine tunawaambia munga wa bariki. Amen. Oh, tuombe Mungu Bwana wetu, tena Mungu wetu. Amen, uliumba mbingu ukaumba na dunia. Amen, ukasema vyote vitumike munafasi yavyo. Amen, tukiangalia nyota ziko mbali me ziko na kazi yenye sisi wenyewe inatufalia. Amina. tukiangalia jua iko natumika Hmm. Saa hii kumuanga juu ameni kwa faida ya watoto wako juma na neno lako limekuja kwa faida ya nafsi za watoto yako Dio. Ulioteshe ndani ya roho zetu, utupatie kushimama kwa upande ya neno, tusirudie nyuma kama vile nabii wanaa mwenye alitoka Buyuda aliposikia maneno ya wengine manabii ndio akarudi nyuma. Naomba nguvu ndugu na wadada mm. Usiwe hata mmoja mm. mwenye masauti ya manabii itamrudisha, itamurudisha Amen. Mungu tupatie kusimama kwenye neno mm. tusimami pande wa neno mm. Unapokuja utabariki kila mmoja mm. anayesimama kwenye neno na huyo huyo njo atajua ya kwamba umeshimama mumawingu mm. Bariki mutumishi mwenye umetumikisha mm. Bariki wenye wameanzisha, mwenye ametafsiru mubariki Amina. Masere venye wametega masikiu wabariki yeah. Ndugu wabariki vile usindikinde, kila mmoja wewe kushina la Yesu Kristo, kipindi chenye kinabakia chakusikiliza mtumishi mwaminifu, kwa kutupatia mashauri ya kiroho wote wenye wataweza kubakia, uwabariki vile vile, na utupatie masikio ya kuishi yale yenye roho anaambia kanisa. Amen, naomba uende na kila mmoja, uponyeshe wagonjwa katikati yetu, urudishe wenye wamerudi nyuma amen. Wazaifu watie nguvu, naomba mujina la Yesu Kristo amen. Tunaenda na amani ya Bwana me kuwenye wanapenda shauri za Mungu watapakia